Kunjua jamvi la taarifa za KTN leo, ambapo katika tukio ambalo litaiweka afisi ya gavana wa Nairobi katika kurunzi kali, gavana wa Nairobi Evans Kidero hii leo alinaswa katika ukanda wa video akimzaba kofi, mwakilishi wa wanawake Rachel Shebesh. Video hiyo inaonyesha mvutano nje ya afisi ya Kidero, Shebesh akiwa upande wa nje na Kidero amefungua wa wa mlango wake, na mara mmoja basi Kidero aliweza kumsa kumrushia kofi Shebesh, na ndipo hapo sarakasi ilipoanza. Lakini katika mkutano wa waandishi na waandishi wa habari, gavana Kidero amekana na kusema hakumbuki kumzaba kibao Shebesh. Muhamed Mahmud anatukunjulia jamvi la KTN leo na taarifa hiyo. <coughs> kofi kutoka kwa gavana Evans Kidero kwa mwakilishi wa wanawake Rachel Shebesh. Uzito wa kofi hilo bila shaka ulimtingisha Shebesh na kuacha waliokuwepo katika afisi hii ya gavana Kidero na lahaula. baada za zaa kupungua, Shebesh akatolewa nje. Kidero akapata sauti hapa. Alikuwa akizungumzia utata wa wafanyikazi wa baraza la jiji kugoma. lakini kila mtu alitaka kujua swali moja tu kwa, kidi, side, side like kwa nazo. Kwa nini ukampiga Shebesh kama inavyodhihirika katika ukanda huu? So you don't remember slapping anybody? I don't remember slapping anybody or uh, uh, uh, all I know that there was a scuffle, people trying um, to enter into my office, a group of people, very many, could have been 30, 40, but I don't remember anything outside. People trying to force their force um, themselves into my office led by a honorable member of parliament. Ala, Gavana Kidero. Na ukanda huu unamaanisha nini? Wengi wanajiuliza Shebesh alikuwa katika afisi ya Kidero kwa sababu gani? Yote yalianzia hapa katika bustani la Jivanji, walipokuwa wakiandamana na wafanyikazi wa baraza la jiji. Ikiwa leader hakuna labda, lakini pengine Shebesh alikuja kusikia kilio chao, na ndio kilio alichowakilisha katika afisi ya gavana Kidero, akiandamana na wabunge wengine kupata sikio, lakini hili ndilo alilopata. Baada ya Shebesh alisindikizwa nje ya afisi ya Kidero, alikwenda kuandikisha ripoti kwa kituo cha polisi, huku gavana Evans Kidero vilevile akisemekana kufika kituo cha polisi pia. Muhammed Mahmud, KTN Leo.